tu mimi leo pesa nimebasisha pale fine, kesho kunipiga themanini themanini, nitatoa wapi? Alipa elimu hamasisha, tunakuomba Mheshimiwa Rais uliangalia tena kwa jicho la tatu hizo sheria zenu ambazo mmeziweka kiukweli, sisi zinatubana sana, tunaumia hivi. Kuna kipato gani baina anayesafirisha abiria watatu akakata bei hamsini na mbili na anasafirisha abiria kuanza ishirini na mbili kuendelea juakakata bei ya elfu kumi na mbili. Tuko bajaji mia tatu sitini sana madereva mia tatu sitini, sote hatuna choo. Tukimbilia wapi? Tenda kikila kwenye misitu ya watu wengine, wenda kiomba vyo msikitini, wengine wapi, wengine wakimbilia makwao, ilehsi ajapendezwa nalo. Hatuna kijiwe cha kupaki bajaji, na la pili, hususan mawasiliano tanyanyasika Mtu kanaacha familia juaja kazini, lakini akipika kazini arudi hapa, mwisho wa siku kampibwa laki tisini. Unaona, pia hizo ni changamoto ambazo twazipata. Twakuomba baba yetu Mwinyi, twakuomba twakuomba, wanao twateseka, wanao twateseka, hatujui twende wapi. Hivi sasa hivi tunavyokwambia, kila umwoneke bajaji ya haha wataka waandamane lakini wakubwa wote tunao wasema, musiandamane, tulieni, lakini faini wanazozipiga ni kubwa. Halafu faini wana licha kwamba ni kubwa, ile faini inakuwa control namba yao inakuwa ina muda wa masaa 24 mpaka 48 lakini kinachosikitisha ni kwamba wao wanajiona wao tu faini yao ule muda ambao kwamba sisi tumepewa wa kuitafuta ile pesa kwenda kulipa, wao hawauoni. Ndugu zangu, ninachokereka ni hawa baraza la mji kutulipisha elfu. Kwa nini? Unguja tunalipa mia tano. Atugomi kama tunafanya kazi, shida hii. Tunataka tuonane na baraza la mji na mawasiliano, isije kafahamika kwamba vijana wanaleta mutafaru kwenye wenye. Hakuna kijana yoyote anaweza kugoma hapa wala kuleta mutafaru, bali watu wamechoka sekta inahusika au kwa ngazi ya juu inahusika. Na vile vile, ndugu waandishi wa habari, tunamuomba mheshimiwa Rais, ndugu hii anaendesha bajaji boda boda pamoja na wanachama, tunamkaribisha ndani ya mkoa wa Uta, nataka tuongee naye na siji sababu gani, ndugu, na kitu kile, kwa kwamba kutoa matangazo kwenye redio au kwenye vyombo vya habari kwamba bajaji hazidi, sababu kaza kaza kaza, lakini ndio ndio, sioni sababu yote, nasikia tu kwamba bajaji ni sababu, tujui nini sababu ile sababisha mpaka ikawa hivi. Nani si, si, si, <coughs> niyombe, wananchi kuteseka namna kama inahu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni jambo la si jambo la busara. Kwa kweli ni shida kubwa sana kwa hivyo, kwamba serikali niombe ichukue hatua kali sana ya masuala kama haya ili kutowatesa wananchi namna kama hii mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Nipo hapa nataka nielekee Gombani, lakini kweli leo inachukua sana kwamba izi bajaji ya basi. Bajaji ni usafiri mmoja ambaye anatusaidia sana wananchi hapa tunakuwa hatuna kikwazo. Kwa kweli, safari yako unakwenda mara moja na kurudi, na inakuwa ni pesa mkubwa sana, lakini siku ya leo imekuwa ni changamoto kubwa kubwa, tena kubwa sana kwa sisi. Bado tupo hapa tumesubiri, Dalala zinajaa, usumbufu ndani ndio nasababisha ajali. Dada dada zinajaa, lakini mama, kama ingelikuwa bajaji hapa, basi tusingeli kusanyika, wala abiria usingekuwa wanajaa sana kwenye dadala, kiasi ya kwamba kusababisha hatari sana na sekta ya mawasiliano kwa sababu sasa hivi mawasiliano hawadili tena na private sector. Zi, zi, hawadili tena na gari za abiria bad, hawadili na gari za private, hawadili na gari zote. Kila mtu ameelekeza kwenye bajaji, kila mtu ameelekeza kwenye bajaji. Sasa tunajiuliza kuna nini? Kwa sababu kama wakuvunja sheria kuna gari tofauti tofauti hazina road license, hazina mambo mengine yote hazina bima, lakini watu wote wamekuja kwenye bajaji sasa hii inatuvunja moyo kwa sababu vijana wamejiajiri wao wenyewe kuondoshana na matatizo ajira hakuna, lakini mheshimiwa rais amerasimisha hili. Kwa hiyo vijana wengi una, una bajaji 480 na maana yake ni ajira 480, ni ajira ni kubwa hiyo kwa serikali, inaingiza pato la serikali, lakini na wao wenyewe wanapata kipato chao kwa kila siku. Sasa tunashangaa adhabu hizi kwa kubwa mtu kweli anakosea, ameweka kikoti tu kwenye ya, ya bajaji hakuvaa. Sasa wewe kama mawasiliano ama mamlaka ya usafirishaji umeingia barabarani, basi mrekebishe huyu mtu, mwambie hichi kikoti usikieke hapa, kivae. Ukishakivaa kesho kama ukishivaa au ukishukuta ukikukuta tena nitakuta, lakini unamkuta yule mtu, yeye akija tu hichi kikoti ukikivaa na kupiga faini laki moja. Tushirikianeni vizuri, tufanye kazi zetu vizuri, hakuna haja ya kukwepana sisi na nyinyi ni kitu kimoja. Bajaji imerasimishwa rasmi kuchukua abiria na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo taasisi zote za serikali ni lazima tutambue hilo, na uwepo wetu sisi si kwa ajili ya kero. Wale wachache ambao wanaharibu imeji yenu, naombeni kwa pamoja tushirikiane kuwaelimisha waache hiyo tabia lakini changamoto siku zote zinapatiwa suluhu, na suluhu zitapatikana. Lakini tufahamu kitu kimoja, kwenye yale yanayohusu sheria, mimi kama mtendaji siwezi kuyafanyia maamuzi kuifuta ile sheria. Ni lazima taratibu za kisheria zifuatwe wakati wa kutaka mabadiliko ya hizo sheria wenyewe ambazo zimeshatungwa, ambao kwamba na sheria ambazo kwamba zinawekwa na taratibu ambazo kwamba mnapaswa kufuata. Sheria na taratibu hizi zina kulinda wewe kama dereva, lakini pia vinamlinda vile vile yule ambaye kwamba umemchukua katika usafiri wako. Kwa hivyo unapotekeleza taratibu zile, maanake ni kwamba uko salama wewe mwenyewe, lakini uko salama kwa, kwa, kwa abiria ambaye kwamba umemchukua. Sambamba na hilo, hata kile kikotu mnachokizungumza kimezungumza kwenye sheria, lakini kimekuja kwenye kanuni na badala yake, kwenye kanuni kikoti kile wakaachia watu viongozi wa jumuiya. Mtachagua hiyo uniform iliyotajwa wenye wea, na mtajua mtalipishana shilingi ngapi, itakuwa ni kipato chenu wenyewe. Sisi kuba tunataka muvae kile kile, na madhumuni ya vitu ya, ya hivi ni nini? Hizo hizo beji labda tazungua aa beji na hivyo vikoti sawa. Ndugu yangu tusifikirie tusi, tusi sana kwamba tuko salama sana kwenye usafiri wetu, hii dunia imebadilika. Usitegemae kila mtu nemjuwa kwamba atakuwa ni mwema sana kwako wewe.